Karibuni sana watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa Masenza, Masenza Mentors, na leo tunaendelea na mwendelezo wa video zetu ambazo tumekuwa tukizitoa toka tulivyoanza series ya kwanza mpaka sasa. A, kumekuwa na mapinduzi na mabadiliko makubwa sana katika teknolojia ya habari na mawasiliano kutokana na maendeleo makubwa ambayo yanatokana katika utandawazi, makampuni, taasisi, watu binafsi wanalazimika kutumia mabilioni ya dola kwa ajili ya kuboresha teknolojia ambazo zimekuwa ni muhimu. Sasa teknolojia hizi like za kidigitali zimekuwa ni muhimu sana kwao katika kuweka mifumo bora ya uendeshaji katika kuweka programu mbalimbali za maendeleo na vile vile katika kuwaendeleza wafanyakazi wao. Lengo ni kuongeza ufanisi, kupunguza gharama na kuhakikisha kwamba wanabaki katika ushindani. Katika, katika series yetu ya kwanza, mnakumbuka kwamba tulitoa mfano mfano mfano wa mfanyabiashara Mark Zuckerberg pamoja na wawekezaji wengine ambapo tulitolea mfano wa namna ambavyo wameweza kuwekeza wameweza kuweka nia ya kuwekeza zaidi ya dola bilioni mia sita kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na nane kwa nia ya kuhakikisha kwamba wanaendana na ushindani. Je, biashara yako, huduma yako au taasisi yako iko katika utayari wa kiasi gani kuendana na mabadiliko haya?